<laughs> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Al Azhar TV Tanzania. Eh, bado tupo katika viwanja uh, vitukufu vya Arafah, ambapo hapa tena tunaye kigogo mwingine mwandamizi katika masaili au mashauri ya ibada hii adhimu ya haji kwa kuwa tupo katika maeneo ya Arafa, Sheikh atajitambulisha kwa sababu kujitambulisha ni sehemu ya tafsiri ya Arafa kwa mujibu wa baadhi ya wanazuoni walivyopita, lakini pia atazungumzia e, ufahamu wake wa tukio hili kwa ujumla, na kwa nini labda watu wanakusanyika hapa na nini uzoefu wake, atashia vipi uzoefu wake wa ibada zilizopita na hizi hapa na vingine ambavyo watavyopenda kuelezea. Shekhe, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tujuze jina lako, Alhaji. Mimi kwa jina lililozaliwa na maarufu Muhammad Ghalib Bashir Alshadhiri Alyashruti, mashallah. Kwa uongozi ni naibu katibu taasisi ya Tanzania Muslim Hajj Trust, Bakwata. Ike, ni taasisi kongwe ambayo miaka yake inalingana na Bakwata. Sasa Tanzania Muslim Haji Trust na miaka thelathini na mbili masa ya uongozi wa hija baada ya kuwa ku, kupewa kukasimiwa mamlaka kutoka Bakwata I, ikawa ni miongoni mwa taasisi mojawapo ni Tanzania Muslim Haji Trust na ndio kizalio ta, cha taasisi hizi nyingi zilizokuwa sasa zinazosimamia masala ya ibada hii Mashallah, mashallah. Ni shekhe miongoni mwa mashekhe wa kongwe ambao wamekuwa ni watumishi wandamizi wa taasisi kongwe kuwahi kutokea katika, uh, nchi ya Tanzania. Shekhe, ebu tupe uzoefu wako, ni haja yako ngapi hii unahudhuria mwaka huu? Alhamdulillah, takriban zikiwa chache zikiwa nyingi, mara nyingine tunakatazwa kusema sema ngapi, kwa sababu mtu anasema bana, utupi taasisi ina japo moja basi, mimi niseme nimefanya nane. Mashallah, ni kwa nyingi au kidogo? nimefanya nani? Ni nyingi sana Mashallah <laughs> na labda tuweke sawa hapa, Sheikh ameogopa ria, lakini kwa dunia ya leo wanasema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, tafsiri inaishi na inadumu, lazima tuelezee neema za Allah Haan, ili maanake wanaona haya mambo hayawezekani hata kwa mara moja, basi wafahamu kwamba kuna wenzao washapiga nane. Shekhe, hebu tupe kidogo, kwa nini uh, waislamu duniani huwa wanakuja kukusanyika hapa eh, siku ya mwezi tisa wa kila mfungo tatu ambao almaarufu eh, haji, mwezi wa Hija, kuna siri gani hapa? Alhamdulillah, siri ni nyingi na tukisema tufungue nuskha tufungue mijalada tufungue vitabu mbalimbali mbali, tufungue tarikhi mbali mbalimbali za mashekhe. Lakini hapa mahala ni mahala ambapo papekee katika Uislamu, katika dunia, katika milango ya akhera, basi hapa ni mahala papekee ambapo kwa tafsiri kubwa ambayo inabeba majumuu zote kubwa ambalo ukamilifu wa Uislamu wetu wa wanadamu wetu umekamilikia hapa ndani ya viwanja hivi. Mashaallah, Masha. Kwa hiyo ni mahala ambapo fanya mazuri yako, fanya tabu zako ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda na asizozipenda, lakini ukifika hapa, basi wewe miongoni mwa waja wema, miongoni mwa watu wanaozaliwa upya ndani ya roho, ndani ya mwili na kila jambo zuri. Nafsi zinatakasika hapa, zinataka watu hujulishwa kwa maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwamba ukitoka katika ardhi hii ukasogea mbele katika uwanja wa Muzdalifa na kwenda kufika Jamarat, basi utakuwa wewe ni sawa sawa miongoni mwa watoto wacha, kama mtoto mchanga aliozaliwa leo. Sasa Mwana, mahala hapa ni tumbo la uzazi la mama mjamzito ambaye leo miongoni mwa masiku za kina mama za ufunguzi wa, wa, wa uzazi wao kwa watoto wao basi unakamilika leo ndani ya miezi tisa 12 mpaka kuendelea, lakini ni mahala patukufu ukiacha tarehe za kwamba Nabii Adam Nabii Hawa na mambo kadhaa kadha, lakini Mwenyezi Mungu alimweka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa aje atuambie ndio ukamilifu wa dini yetu imani zetu na maagano yetu sisi na yeye katika dunia hii na akhera, basi yalianzia hapa. Sheikh, subhanallah, Allah akuhifadhi kwa ajili yetu na kwa ajili ya wapenzi wafuatiliaji wa TV yetu niulize kitu. Uh, Watanzania tupo zaidi ya milioni sitini, na tukigawa pamoja na dini nyingine Waislamu labda tuseme ni zaidi ya milioni ishirini na tano, ikiwa Amin. kama sikosei Amin. ni Waislamu, na yako mataifa ambayo idadi yao labda wako chini ya hapo. Naam. Lakini uh, idadi au mahudhurio au mapokezi ya ibada ya hija Watanzania yamekuwa yanakuwa kidogo kidogo, sio kama vile a, a, matarajio ya wengi yalivyo. Hili unalikubali na kama ndio unadhani nini changamoto, na then kuna utaratibu gani ambao nyewe wasimamizi na wadau wakubwa wa ibada hii mmeiandaa, ili kuwakomboa watu kutoka katika e, upotevu na kuja katika mwanga wa kupata ibada hizi muhimu? Alhamdulillah, mimi nimefurahi ndugu mwandishi kuniuliza swali ambalo ni la ilmu lakini e, tutalijibu katika njia ya, ya, ya namna ya hali zetu, na hali zetu sisi Watanzania ni nzuri, elmu tunazo na kila jambo ambalo linalohitajika katika Uislamu tunalielewa kiasi Mwenyezi Mungu alichotaka tuelewe. Mimi nirudi ni nyuma kidogo kwenye tarehe ya, ya, ya, ya, ya hija ya, ya Tanzania, kwa mahujaji walipoanza kusafiri, wazee wetu miaka hiyo ya kwenda kwa kwa, kwa, kwa vipando ambavyo vilikuwa si, si, si, si imara, vikiwa vya wanyama na gari za kuzunguka, katika nchi nyingine waliweza kufanya hivyo, na Mwenyezi Mungu aliwafanikisha, lakini ndio kiasi Mwenyezi Mungu aliwajalia, wala ha, si kwamba hatujui ibada hii, tumeijua na tumefika mahala mpaka tume, tumeweza kulet, kupanda ndege, tumefika mahala ambapo nataka kumkumbusha mwandishi. Na yeye inamfaa zaidi kwa sababu ameshika tarehe hizi za hija na anaweza kuziweka sawasawa sawa. Mimi nataka kumrudisha mahala ambapo mwalimu mwali Julius Kambarage Nyerere, rais wa mwanzo wa, wa, wa Tanzania aliweza kuichukua ibada ya hija na akaifanya miongoni mwa ibada ambayo ni lazima ifanywe kwa hali yoyote. Vipi aliweza kuichukua? Aliweza kuichukua baada ya kufanya kutembelea mji wa Saudia katika ubalozi wa Riyadh akalipokutana na, na wasimamizi wake aliwateua kuwa ndio wasimamizi wa taarifa, baada ya kuuliza kwamba hapa nchi hii wanasikia kuna watu wanakuja kuswali kuswaliswali hapa. Watu hawa wanapokuja kuswali swali ikiwatokea udhuru kutoka Makka kwenda Riadhi, karibuni Dar es Salaam, Mwanza au kilomita elfu moja za barabara wanaweza kufika au wanafikaje huku kuja kupata kuungana kuhu, kuhu, na nyinyi kupata taarifa zenu na wao kwenda kupata taarifa zao baada ya kuonyesha pana ugumu na ukakasi yomajibu, apana, wa majibu hata ya wale wasimamizi akasema, hapana, haiwezekani. Ikiwa mtu ndege anaweza kushuka Jida na akaenda kutoka Jida kufika, ea, ya kufika Maka ni mwendo alisari moja mahala akipata na udhuru kwenda kufuata udhuru wa kuweza kufanikiwa lake kwa kilomita elfu moja akaona ipatikane balozi ndogo ya kuweza, lakini kusudio kubwa haikuwa ya wauza vitambaa wala wauza perfume wala wauza udi. Ilikuwao watu wale wenye kuswali swali wale wa maana hiyo. yes, maa. mwalimu Julius Kambarage Nyerere tuseme, baniani mbaya kiatu chake dawa. Ikiwa mtu awe wa dini nyingine, lakini yes, anachukua fahari ya yes, kusema maa, nao watu wa dini nyingine na ni watu wangu na wao, lazima wapate jambo zuri na wapate wepesi wa kufanya ibada zao. Kwa hiyo tunazipongeza serikali kuanzia mwalimu Nyerere mpaka hivi sasa, yes, tunawaombea dua wale wote wenye kufanya maamuzi ama maongezi ya kusema jamani, balozi hii baki. Basi na sisi tunaombea dua kila tunapokuja Arafa hapa kwamba balozi hii baki kwa shughuli mbalimbali, lakini kuu ni ibada. Na ibada maana yake ndani yake kuna afya, kuna biashara, kuna mahusiano mazuri, kuna amani, nakula kila kitu. Ibada inajenga watu mioyo yao. Sasa watu sio kafikiri mbana anaipendekeza ibada anakula hela pale kwenye balozi, hapana. Ibada leo watu walikuja hapa. Watu alfu tatu mia moja na kadha alfu tatu mia tano, alfu tatu, alfu moja mia, alfu, tano. Mia tano. Ni Watanzania kubwa waliokuja hapa, si kujiombea kupata furusi. Kama watu wengine wanaokwenda kwenye lkaba, wanataka furusi. Sisi tumekuja hapa, tumekwenda kwenye lkaba, si lkaba. Tuko leo Arafa, tunaombea amani ya nchi yetu. Awe kiongozi yote, anaweza kukaa wa dini yoyote, wa chama chochote, mm -hmm, lakini kwanza amani japokuwa tunapendekeza tuna msemo wetu sisi lakini watatusame watu wengine kwamba mitano kwanza, na mitano hii inafahamika ni kwa mama tu. Sasa amwini nawalim ndani ya zoezi hilo, basi mitano tena, lakini tunarudi kwenye ibada haji, tunasema alhamdulillah, ibada haji inazidi kukua kutoka watu walikuwa wamekuja watu, kaja mtu mmoja, walikuja watu hamsini, walikuja watu kumi. Sasa leo tuna watu alfu tatu na mia tano. Maana yake mwaka jana tulikuwa watu alfu mbili na mia nne, kama kama sikosei, leo tumeka elfu tatu mia tano na ilikuwa Mwenyezi Mungu ameibana, lakini kwa si kwa ubaya, ilikuwa tufike watu alfu nne au zaidi. Maana yake <tis> kwamba mwakani tutakuja watu alfu nne na kadhaa. Tulikuwa <tis> <tis> <tis> tunabebwa na mataifa mengine katika kempu zetu za kuishi katika sala masala ya ibada ya hija. Leo hii tumeshika kempu wenyewe kama Tanzania, kempu wetu wa watanzania watupu, tunajihudumia tuna tabahari tunafanya maasha kila lilokuwa zuri ndani ya kempu yetu, lakini kubwa ni kuombea taifa letu, maasha kuombea maasha nchi yetu, kuombea vijana wetu waliopata na matatizo mbalimbali, ambao walioyapenda watu walioingia kwenye mambo ya wa madawa kulevya, kwenye mambo mbalimbali, wote tunawaombea katika chungu kimoja, kwamba wakae katika hali ya sawasawa, waipende nchi yao kama tunavyoipenda sisi, kuja huku kuja kuiombea nchi yetu amani. Asante Sheikh, nilikuwa na swali moja na la nyongeza nimebaini, na kama nikiwa nimekosea unaweza kuniongoza kana eh, kwamba wakina mama wametuzidi idadi na katika eh, kuipokea eh, ibada hii ya hija hususan mwaka huu, kila ninapogeuka naona wakina mama wanatuzidi idadi. Hii ikiwa ndivyo ina mahusiano yote na, na eh, rais wa Tanzania kuwa mwanamke? mimi nasema kwanza, turudi nyuma. aljannatu tahta akdami ummahati umma. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema pepo yenyewe tunayokuja kuifuata huku iko chini ya nyayo za mama zetu, ibada yenyewe ya hija mwenyewe mwanamke tunayemfuata huku mama yake Ismaili, bihajara, bihajra. Bihajra. Sasa tazama hapo, ibada yenyewe hii mwenyewe mkufunzi mkuu mwanamke mume, mashaallah, aliambiwa tangaza tu naam, lakini ndani ya matendo yale mume aliambiwa alijenga, ajenge. Alipomaliza kujenga ndani ya swafu zile wala hatuzunguki kwa sababu ya Ibrahimu. mm. utafanya lakini lazima ukimbie, ukimbie, ukimbie mbio kwa sababu ya mama, mama Hajar mashaallah. Kwa maana hiyo bado inabaki pale pale kwamba ibada hii sisi tuongeze himma lakini himma hii tunamwomba Mwenyezi Mungu atuhimizie na sisi, tusiwashinde wanawake, lakini japo tuwe basi sawa kasawa, kwa sawa lakini, mm. kwa sababu lakini Mwenyezi Mungu ameshawapa nafasi kwa maana na, na, na tukuchukua nafasi hiyo ikiwa na leo Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi hiyo kwamba na Tanzania tunayo ambayo tumepewa mama ndio, yeah. basi hata kama atapatikana mama mwingine kwa sababu ya utulivu, basi Mwenyezi Mungu atujalie na mama mwingine baada ya miaka kadhaa, ndio waachie hao Amin. Amin. Wa Amin. Wafuga ndevu lakini kwa Amin. Sasa hebu wamama kwa kuwa ameonyesha kama alivyoonyesha Mama Ismail, huku ndani yake amemzaa ya mtoto ndo tunapata Zamzam leo ni maji ya baraka ambayo yanafanya ya, ya kila jambo la dunia sahihi Sahih. Katika afya za watu yanazungumzika, ya kiulimwengu, maji ambayo hayatiwi haya, haya dawa, maji ya unaweza kufanya chochote kasoro kukoga tu na kuendea msalani Masha lakini Allah, kwa mambo mengine masala haya lakini Allah. Yote uanzilishi wake ni mama, kwa hiyo tunarudi pale pale. Mwenyezi Mungu awajalie mama zetu Amin. Amin. Kwa himma hii itatusaidia na sisi Amin. Juu ya watoto wetu naozaa wa kike, basi na wapate nafasi za namna hiyo. Wakipata waume waheri wa waume zao waweze kuwasafirisha anu. wakipata na watoto wa wao waweze kuwafahamisha ibada ya hija ni kitu gani anu. na watoto wao na sisi, maanake tumezalika na kina kinamama, kwaiyo ima yetu inazidi kinamama, na tukiwaona kina mama nami tunafakarisha. Na ukiacha hilo la kina mama, ikiwa mji hauna miti hauna maua, unakuwaje mji huu? Maake, hauna faida, hauna faida. Hmm. Leo kwa, kwa sisi tulio kutoka miji ya pwani hakuna hmm, kitu kinachopendeza kama asumini na virua sahi. Sasa hivi ndo virua vyetu hivi, sisi tunaona raha tukiona maua haya yanatangatanga. Mji kama wasuhudia kuna miarobaini lakini tumeongeza na miti mingine, na vile nguo naozivaa kanga zao basi zinaletesha fahari kayo. Hija inazidi kunoga maake kuna maashallah, kunoga na mpaka kuna huku wetu kule Lindi inaleleza oh. Sasa maashallah, ni raha ntamu